Hivyo huyu bwana sasa anasafirishwa angani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ameweza kufurahia maji leo. Basi mzee kama kawaida, anatoka na kutembea katika mazingira yake ya polini. Anatembea na kufika huku, akiona mnyama akiliwa. Hapa bwana, kumbe habari ya wanyama kutofanana wao kwa wao ni habari ya miaka mingi sana kuna ndege wanaitwa korombo, majina mengi mengi. Hawa ndege ao wanakula sana na udari sana kula nyama, lakini aa, pia anajifunza kitu kipi kingine kipya. Ha, naweza kuona kitu kinafanyika, basi na yeye pia anaweza kujifunza. Maana yake maisha yake anakuwa ni kujifunza kila kitu, kila anachokiona inakuwa ni kipya wa si, wa kujifunza tu anafana jambo hapa hapa, anafana jambo hapa. <coughs> <coughs> <coughs> <tukati> man ini hapamanake amefanya kama kiswsasaaaake pata paji la kitoweo. Naona naye anaondoka kwenda katika mazingira yake kwenda kupata chakula cha siku ya leo, ili mradi mkate nao upatikane. Fika hapa ya naye nakula, sikuakuwa nzuri, amejifunza kitu kinachoitwa chakula. Basi naye nakula kula, namona kipepeo hapa, lakini inaonekana na adui yake anakuja yule, ambaye alivamia katika nyumba yake akamchukua akaja akamtupa. Huku kuna kitu nakitaka hapa. Basi anafanya kitu najaribu kupokonyana hapa Basi ikawa vuta ni kuvute, mara anakwenda chini na anapoteza kitoweo kile. Basi kitoweo kinachukuliwa na huyu bwana na kufanya safari ya kuondoka, huyu bwana akibaki akishangaa nini afanye, ajui chakula ndio hicho kinaondoka. Basi mkate wake wa siku hiyo akawa amepokonywa, katika hali kama ya namna hiyo tembea akienda huku na huku katika pori au shamba ambalo anaweza kuja analo litawala, basi na tawala, kujua na kufahamu wapi anakwenda wapi anatoka, ili mradi maisha. Siku ya pili kafika na jua likazama kama namna hiyo, na wanyama akaonekana wakirejea mazingira yao, hatimaye usiku unaingia na siku inakuwa kisha, katika sura ya namna hiyo, na bwana mkubwa anarudi katika mti wake kama nyumbani, analala akisubiri kukuche ili aone nini anachoweza kufanya. Mara mwezi nawaka usiku, hatimaye siku inapita namna hiyo, kunaelekea mapambazuko ya asubuhi na asubuhi inachomoza kama hivyo, na bwana mkubwa anaonekana katika msitu akitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kusikuluika na yuyi anaenda wapi na hatafika. Amekuwa ni mwenyeji msitu huu kwa kuzurura tu, inaonekana viumbe mbalimbali wakimshangaa na mbali mbali waki mshanga, kuona kuwa ni kiumbe gani huyu kiumbe wa ajabu sana Tuka hapa anakunywa kunywa maji, leo wamejifunza kunywa maji kwa maana, lakini pia anaona samaki anakamatwa hapa na ndege. Basi anaweza kujifunza kitu, maana huyu ni wa kujifunza tu kile anachokiona, anamfundisha kitu pengine shindwa kufahamu anaamua kuondoka. sana sijui najifunza nini, lakini kama najifunza kitu hapa basi, akachukua mti wake na kusogea ndani ya maji, pengine anataka kuwinda kwa sababu alishawahi kuwinda kupiga samaki na mti badala ya ndoano na, na nyavu Pengine anataka kufanya kitu, anasonga. Safari inaendelea, lakini hapa anaonekana amepiga hapa, amepiga huyo mdogo. Anawinda hapa kidogo, yule anamkimbia kitu

Njia ya kuwinda kwa kuzama ndani ya maji na kuibuka na kupata ile ndege. Safari inaendelea, akienda katika mti mzuri kwa kutafuta kivuli, akafika akakaa na ndege wake. Sasa sijui anataka kufanyaje. Ah basi, ndege naye amegeuka kuwa chakula leo. Yuko hapa anakula na ndege yake aina namna na manyoya yake pasi na kuchuna, pasi na kumnyonyoa, pasi na kufanya chochote. Tukumbuke miaka hiyo hakukuwa na teknolojia ya aina yoyote, na bado mwanadamu anajifunza siku hadi siku, kila siku yeye ni mtu wa kujifunza tu. Basi tuendelee ku <tri> mpaka pale itakapofikia mwisho. Na sasa ndio tumeanza episodi yetu ya kwanza.